Walionyesha kuimba kwa furaha wakikipongeza chama chao wakimpongeza rais walimteule, na wakisema kwamba wanaimani naye na muda mfupi akatoa hutuba na katika hutuba yake akasema uchaguzi umekwisha, akawashukuru tume ya uchaguzi kwa kufanya kazi vizuri, pamoja na wanachama wa chama chake ambao wame mpitisha kwa kura nyingi, na alivyosema mwenyewe kwa, kwa kishindo. Na akatoa hotuba yake kwa kusema kwamba uchaguzi umekwisha, na walikwazana katika uchaguzi kwa maneno pengine na vitendo, lakini yeye ananyoosha mikono yake na kuwataka ambao watataka kushirikiana naye basi yeye yuko pamoja na kushirikiana naye Salma. Kwa upande wa Wazanzibari, wamepokea matokeo haya kwa ujumla kama ilivyo miaka yote, kwa sababu hivi vyama vina ushindani sana na ni upenyo mdogo sana wa kwamba kimoja kimemshinda mwenzake. Cha kushangaza ni kwamba watu wana wana madukuduku yao na wanasema kwamba uchaguzi haukufanyika kwa kwa, kwa haki na wana- wanaamini kwamba kumetokezea udanganyifu tokea kuanzia kwa daftari tokea watu wengi walinyimwa, lakini hata huo uchaguzi wenyewe watu walikuwa wanapiga kura zaidi ya moja, na jengine kwamba kura ya mapema pia ililalamikiwa sana hata, uh, chama cha ACT Wazalendo kilitoa kauli kuhusiana na udanganyifu uliofanyika. Kwa hivyo watu wana wa upande mmoja wana huzuni, wamesikitika na wamekuwa wanyonge sana, lakini na upande wa pili wa CCM wamefurahi na wameonesha furaha zao. Salma, kwa upande wa chama cha ACT Wazalendo ambacho ndio chama kikuu cha upinzani kwa hapo Zanzibar, kimepokea matokeo hayo kwa namna gani? Mpaka sasa hakuna tamko lolote lililotolewa kwa upande wa ACT na wala hawakuonesha re, reaction au nini yoyote, jambo lolote yani hawakuonesha. Lakini taarifa nilizozifuatilia, uh, nimeambiwa kwamba kuna barua wameandika kuipelekea Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC, na bila shaka baada ya leo labda kuna ujumbe au kuna jambo ambalo litafanyika kutoka kutoka kwenye chama chao.